Mazungumzo yetu sasa hivi yanahusiana au unwani yake itakuwa ni Shia ni nani, ili tuweze kumjua Shia kikweli ni nani. Huenda ikawa labda tume, tutakuwa tu, tutakuta labda kuna mambo mengine ambayo tulikuwa hatuyatambui. Tulikuwa tunamfahamu Shia kivingine, lakini kwa kusikiliza mambo haya ambayo tutaelezewa hapa tutamfahamu vizuri zaidi Shia ni nani. Kabla ya kuzungumza kuhusu Shia mwenyewe, neno Shia lenyewe ni vizuri kulijua maana yake na limetumika vipi toka mwanzo mpaka sasa. Mwanzo kabisa maana yake nini? Ni nini kilugha kikawaida? Katika bahthi za kielimu mara nyingi huwa kuna mara mbili, huangalia, ninapoangalia jambo huangaliwa kwa mambo mawili. Mwanzo neno wanaliangalia neno kilugha, wasemavyo Kiingereza literal meaning, alafu maana ya pili ni maana ya istilahi, yani, e, katika, yani matumizi ya jina lile terminology, yani kama terminal, au terminal meaning maana yake kimatumizi, neno hili limetumika kwa sababu, naweza kuwa linatumika hivi, jina lake asili kilugha kikamusi ni hivi, lakini matumizi yake ni tofauti. Yani watu wamelitumia, likatumia mpaka likachukua maana nyingine. Ona, kama vile uza kuta, kuna majina ambayo unakuta yametumika, mwanzo ilikuwa kitu kingine, kimekuja mpaka kikatumika. Mfano kama, kama neno tsunami. Tsunami lilitumika mara ya kwanza likiwa kwa maana ya nini? yale e... Uh, tuseme yani, e, mtetemeko wa ardhi iliyopatikana kwenye mabahari alafu yakatokea aliyotokea, lakini siku hizi utakuta neno hili linatumika kwenye siasa, wanasema kumetokea sonami ya kisiasa yani, ni yani misukosuko, linatumika vile vile ama kwa maana mengine. Sasa kilugha ni kwamba neno hili Shia ni kwamba asili yake ni neno shaa na maana yake shaa yani, ina maana kadhaa. Mwanzo kabisa yani, ni kitu ambacho kimeenea, yaani kuenea kwa kitu, linatumika kwa maana ya shaa au e, kwa maana ya kufuata yani, tabaa, amefuata mtu mwingine. Na kuna maana nyinginezo ambazo hatuna haja nazo, lakini kilugha ni kwamba kuna maana ya kuenea au kufuata kitu kama hiki na kwa sababu si muhimu kwetu sana hayo, muhimu ni yale ambayo yatakayokuja ya na vilevile vile. Tukirudi kiistilahi, ni kwamba neno hili limetumika kwa maana tofauti tofauti kufatana na marhala ya, ya kihistoria yani nyakati zile zilizokuwa wakati wa mtu, alafu ikaja wakati wa ma, masahaba au wakati wa maimamu na baadaye mpaka sasa hivi tunatumia vipi sasa maana yake kiufupi linatumika kama ni kundi la watu, yaani Shia ni kundi au firka, kwa lugha nyingine kundi la watu, jamaa eh, ya watu au hizbu, chama pia vile vile. Kwa maana hiyo pia inatumika ya kwamba watu waliokusanyika, wamefungamana katika jambo fulani, linatumika vilevile. Hiyo vile ni kilugha pia na pia vilevile vile, kinini E, kiistilahi kimatumizi ya kwamba tunaposema mashia ni kundi fulani ambalo linafuata, lina msimamo, limefungamana katika mambo fulani. Sasa tukirudi kihistoria, neno hili la shia mwanzo kabisa tuangalie kwenye Qurani. Katika Qurani tunakuta neno hili limetumika mara nyingi katika aya tofauti tofauti. Nikitaja baadhi tu ya aya kuna aya inayosema walaqad arsalna min qablika fi shiail awwalin, inasema maana yake ni kwamba na hakika sisi tume, tume watuma, yani mitume kabla yako fi shiail awwalin, katika shia mashia wa waliotangulia, shiail awwalina. Wenye kufasiri haya hii mmoja wapo ni mfasiri anaitwa ma, katika Majma al-Bayan anasema ya kwamba ashia, yani alfiraq, yani makundi, yani katika makundi yaliyokuwa kabla yako tuliwatumia mitume. Yani kwa hivyo shia hapo imetumika kama makundi tofauti, mafirka, o, o, yani makundi tofauti tofauti. Sasa je, historia ni kwamba neno hili lilianza kutumika vipi? Neno shia ni wapi lilianza kutumika? Tukiwauliza wasomi, kabla ya kuuliza hadithi au man, maneno matukufu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwauliza wasomi, tutaangalia wasomi wawili wanasema vipi. Kitabu cha tangu siku za zamani sana ndio tutaangalia kwa sababu, tunapoangalia unapoangalia masdar au reference wasemavyo, unapotaka kuangalia tafuta kitabu cha, as, za, cha mbali zaidi, sio cha huku kule, mbali zaidi, utakuwa na yakini na kuelewa mambo vile alivyo. Miongoni mwa watu wa siku za nyuma katika karne ya nne ya Kiislamu, yaani mwaka baina ya mia tatu na mia nne wa Kiislamu, Hijiria, kuna mwandishi mmoja ambaye anaitwa Shekh Abu Muhammad Ibn al-Hasan e, Ibni Musa an-Nubakhti anasema katika kitabu chake ambacho anazungumzia kuhusu madhehebu tofauti tofauti, anaelezea anasema ya kwamba jamiu usulul firaq arba, madhehebu au makundi mafiraq, yani madhehebu. Kusudio lake ni kwamba asili ya madhehebu yote ni nne, ni manne yaani madhehebu ya awali kabisa ni manne yaliyo kabla ya madhehebu yote mwanzo, asema arba Afrika. Ashia, ndio dhehebu la kwanza, walmutazila, na dhehebu la pili ni mutazila, walmurjia, pia ni dhehebu nyingine, walkhawarij, hawa pia ni dhehebu nyingine. Sasa alafu anaanza kuelezea kuhusu Shia lilianza vipi, lilianza, lilianza wapi Fashia hum firqatu Ali ibn Abi Talib, basi mashia ni kundi au ni dhehebu la wafuasi au ni kundi la wafuasi la nini o, o, la Imam Ali. Waliokuwa wameshikamana na Imam Ali awu ndio walikuwa wakiitwa mashia, almusamuna bishiati Ali, waliokuwa wakiitwa tangu wakati ule walikuwa wakiitwa shiatu Ali ibn Abi Talib fi zamani nabii, katika zama za Mtume, yani anataka kusema nini? Anataka kusema ya kwamba ushia ulikuwa katika zama za Mtume, na waliokuwa wameshikamana na Imam Ali wao ndio walikuwa wakiitwa mashia. Sasa yaani anataka kusema ya kwamba Mtume katika zama zake kulikuwa na madhehebu au nini? Anakusudia yani kulikuwa na dhehebu la ushia katika wakati wa Mtume? tuendelee tutawajua jawabu lake. almusamuna bishi'ati Ali bn Abi Talib fi zamani nabii wa ma ba'dahu, na baada yake pia waliendelea kuitwa hivyo marufuna bi inqita'ihim ilayhi awa, walikuwa wana umaarufu ya kwamba wanampenda, wanamfuata Imam Ali walqaulu biimamatihi, na walikuwa wakisema ya kwamba na wakiamini ya kwamba yeye ni imamu. Nani hao? Minhumul miqdad, anawataja majina waliokuwa mashia. Kuna mmoja alikuwa akiitwa almiqdad ibn al aswad, salman al farisi wa abu dhar jundub ibn jinada al ghafari, huyo abu dhar pia, huyu, huyu mtu wanne watatu wa ammar yasir, wa hawa ndio walikuwa miongoni mwao wa man waqafa wafaqa mawa, mawadatuhu mawaddatuhu mawaddata Ali wahum wa hum awwalu man yusamma bi ismi tashayu au man sumiya bi ismi tashayu. Hawa basi ndio wanasema ya kwamba, na hawa ni wale ambao mapenzi yao yalikuwa kwa Ali. Kwa hivyo walikuwa na sifa, sifa ya ushia wao, ni nini sababu ya kuitwa mashia kwa sababu walikuwa wanampenda Ali, na pili walikuwa wanaamini ya kwamba ni imamu baada ya mtume. Na walitoa mambo haya wapi? Kwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alisema, alikuwa katika vikao vingi, alikuwa akitaja ya kwamba hawa, huyu ndio atakayekuwa imamu baada yangu. Basi alafu wanamalizia wa huo, awwalu man summiya bi ismi tashayyu. Hawa ndio wa kwanza kabisa walioitwa wali jina hili la at-tashayyu, yani mashia min hadhihi lumma katika umma hu, lianna ni katika umma hu. Kwa nini nasema katika umma hu? Kwa sababu katika umma nyinginezo pia neno hili lilikuwepo, si tu kwamba limeanza jina hili katika umma hu, lianna ismu tashayu kadiman li shi'ati Ibrahim. Kwa sababu jina hili Shia hapo tangu lilikuwa ni jina la mashia wa Ibrahim wa Musa wa Isa wal anbiya yaani wafuasi au mashia wa nabii Ibrahim, wanabii Musa, wa nabii Isa na wa mitume hao, ndio alikuwa ndio jina lile linatumika. Kwa hivyo kitabu ambacho aliandika kinaitwa Al-Firqa al Firaq, Alfiraq wal Maqalat. Kitabu kingine ambacho kimetaja mambo karibu sawa na hayo ni kitabu kinachoitwa Kitabu Azina, az na mwandishi ni Hatam, Abu Hatam Al-Razi, mwaka wa 322 ndio mwaka wake wa kuaga bado, pia ni kitabu cha awali sana. Anasema pia, inna shia qaumun laqabu qaumun mashia, jina shia ni sifa la baadhi ya watu. Alifu amiral muminin, walimpenda na kumfuata amirul muminin fi hayati rasulillah katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walimzoea na kumpenda na kumfata amirul mu'minin wa waurifuu bihi, na wakawa wamejulikana kwa jina hili. Yani waislamu wenyewe katika zama za Mtume wakati huo huo walikuwa kiwaita wale ni mashia wa Ali, yani wanampenda wanamfuata Ali, pamoja na kuwa watu wengine wako walikuwa Waislamu, lakini jina hili walikuwa kitumia sio kumaanisha ya kwamba ni dhehebu, lilikuwa si dhehebu la bali ilikuwa wana sifa fulani ambayo walikuwa nayo ya kwamba walikuwa wakimpenda Ali, wakimfuata Ali na e, wamemzoea kiasi ambacho walikuwa waurifu bihi, mithlu mfano wake nani? Salman al-Farisi wa Abi Dhar al-Ghafari wal Miqdad ibn al-Aswad wa Ammar ibn Yasir wa ghairihim. Hawa wanne na wengineo, lakini hawa ndio walikuwa mashuhuri zaidi, wa kanu yuqalu lahum na walikuwa wakiitwa shi'atu Ali, walikuwa wakiitwa mashia wa Ali au wafuasi wa Ali au ashabu Ali, masahaba wa Ali. Sasa tumeona kutokana na jambo hili maulamaa wao pia wanaelezea nini. Kitabu, vitabu hivi lilivyo, vinatuonyesha ya kwamba jina hili halikuanza leo, bali lilianza wakati wa Mtume, wakati wa Mtume. Mashia walikuweko na walikuwa ni wafuasi wa Imam Ali, na walikuwa wakiitwa. Sasa kitu ambacho tuko nacho swali ni hili, je, mtume kweli ataunga mkono jambo hili? Hawa walioyadai hawa maulamaa vile wanavyosema ni kweli? Inabidi turudi kwenye maneno ya mtume mwenyewe ndio tuone kweli mtume alikuwa akiwaita kweli mashia, na alikuwa akitumia jina hili Shia kwa njia gani, kwa maana gani? Sasa hayo ni maneno ambayo yatakuja